Kwa namna ya kipekee, kwa hakika tuna kila sababu ya kuwashukuru akina baba na akina mama wa Bolisa. Tunawashukuru sana sana sana sana kwa kutuletea kiumbe aliyeitwa Dr. Hadi Mkusi ametuletea kiumbe muhimu sana ambaye anapambana, na ushahidi uko katika kufikia miti milioni moja, na sio jambo la kawaida. Anapambana usiku na mchana, ili jambo ngine liweze kufanikiwa, na kwa hakika bila ya nyinyi siimpata yeye. Allah awabariki na awasahilishie mambo yao. Leo si siku ya matuguzo, si siku ya yeah, vitee, si siku ya yeah, vitemo, na kubwa zaidi ni yeah, kuweka dhamira ya kutekeleza yale yani, tunayo ya kusudia. Mradi huu wa upandaji wa miti tunapenda uendelee na ufike kila mahala, lakini kadhalika mradi wa chuo kikuu cha Kiislamu. Hili ni jambo kubwa sana, uwepo kwa chuo kikuu cha Kiislamu hapa ni jambo kubwa sana, kwa sababu ni siri inayojulikana kwamba wilaya ya Kondoa ina mchango mkubwa wa kutoa vijana wanaohitaji katika kusutaii. Huwezi kwenda huko katika vituo mbalimbali ila utawapata vijana wanaotoka katika wilaya ya Kodono. Kwa hivyo uwepo wa chuo kikuu cha Kiislamu utasaidia pia kuona kwamba musa wao unayelelewa, wakimaliza huko, kama ni hejaji au sanawi, wanapo mahala kukimbilia katika mazingira aa. Kwa hivyo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndoto hii. <coughs> <coughs> <coughs> mwisho mwisho